Naam, mtazamaji wa Trend TV, hatimaye Mwijaku bwana amelizungumzia lile sakata la wale wanafunzi wa chuo ambao, e, walikuwa wakipigana na kufanyiana vitendo vya kikatili na unyama, sababu kubwa ikiwa ni mwanaume ambaye alitajwa kwa jina la Mwijaku ambapo kila mtu alikuwa ameshaelewa kwamba huyu Mwijaku bwana atakuwa ni Mwijaku DC bado ni Mwemba. Lakini kwa mujibu wa Mwijaku mwenyewe, amefanya interview hivi karibuni na interview hiyo imeenda viral huko mitandaoni, na ameliweka wazi hilo swala akidai kwamba Mwijaku huyo sio yeye. Hata ukisachi mtandaoni, ukisachi katika Instagram tu ukiandika Mwijaku, wanakuja Mwijaku wengi, lakini yeye ni Mwijaku bado ni Mwemba aka DC wa Insta, na yeye anachokijua ni kwamba amefunga ndoa kwa mkewe Ali Mcharo. Haya mengine ni story tu za hapa na pale. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Mwijaku kwa ameikana hilo shtaka au hilo ke, hiyo kesi au hizo tetesi ambazo zimesambaa kwa mtandaoni kuhusiana na yeye kuhusishwa na wale wanafunzi wa chuo waliokuwa wakipigana wali. Kwa hiyo ni kwamba Mwijaku bwana amesema kwamba si yeye, na hata hiyo issue ya kusema kwamba aliitwa polisi akasema kwamba siku ya jana mpaka majira ya usiku kila alichokuwa anakifanya alikuwa na kiposti na kilikuwa kinaonekana kwamba hata usiku mnene alikuwa yuko nyumbani kwake anacheza na mbwa. Kwa hiyo hakukuwa na hizo habari za yeye kwenda kituoni, japokuwa jina lake tuliliona lilitajwa kwa jina hilo hilo, kwa la kwake halisi la Bato ni Mwemba. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Mwijaku bwana amekanusha. Mwijaku amekana kwa kwamba yule sio yeye na akaweka wazi kabisa kwamba hata kama sasa hivi hapa akiwa anachati na mwanamke yoyote huko katika mitandao ya kijamii au popote pale, huyo mwanamke anatakiwa afahamu kwamba anamdanganya kwa, yani yeye Mwijaku kwa, kwa sababu yeye ameshafunga pingu za maisha na mkewe Alice Godfrey Mcharo. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo na peji nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano, kuna peji hapa ameandika kwamba baada ya watu wengi sana kutaka kusikia kauli ya Mwijaku kuhusiana na sakata la wanafunzi wa chuo kumgombania kupitia mahojiano ambayo ameyafanya ameamua kusema kuwa upande wake yeye ahusiki na chochote na yupo na mke wake mmoja tu.